Marais 16 wa Afrika wameshiriki sherehe ya kuapishwa kwa kiongozi huyo iliyofanyika katika uwanja wa michezo kaskazini mwa mji mkuu Libreville huku wafuasi wakifurika kushuhudia tukio hilo la kihistoria. Waliohudhuria ni pamoja na Adam Mabaro wa Gambia, Basiru Jomae Faye wa Senegal, Ismail Omar Gwele wa Djibouti na Teodoro Obiangwe Mambasogo wa Guinea Ekwatoria. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi vilevile aliwasili katika hafla hiyo saa sita mchana akifuatiwa na Paul Kagame wa Rwanda. Akihutubia maelfu ya watu waliojitokeza katika shughuli ya uapisho wake, Nguema ameapa kulinda maslahi ya raia wake kwa maendeleo ya taifa hilo. Brice Plotere, mimi Brice Oligui Nguema Rais wa Jamhuri ninaahidi mbele ya Mungu na mababu zetu na watu wa Gabon kuhifadhi nguvu zangu zote kwa ajili ya ustawi wao. Miongoni mwa waliohudhuria shughuli hiyo ni mwanamuziki Laetiti ya Kelly ambaye anaamini kiongozi huyo ataendeleza kasi ya ujenzi wa nchi hiyo aliyoanza mwaka juzi. Nimekuja hapa leo kuona nilichokipigia kura Aprili 12 na sasa ninachotarajia kutoka kwa rais ni kuendeleza kile alichoanza kazi nzuri aliyoanza tangu mwanzoni mwa Agosti 30 hadi sasa. Hilo ndilo ninalotarajia kutoka kwake. Na sasa anaweza kufanya ufumbuzi katika baadhi ya mambo, lakini jambo jema zaidi ni kwamba anaendelea katika mwelekeo sahihi. Nae Ralph Ondonda ameeleza matarajio yake makubwa kwa rais aliyeapishwa kuwa ni pamoja na kuboresha huduma za kijamii na fursa kwa vijana. Kwa miaka saba ijayo tunatarajia rais kuheshimu ahadi Zaki. kwa sababu ni wakati wa vijana vijana wanahitaji kuwezeshwa vijana wanahitaji ajira na huduma za kijamii baada ya hapo sio vijana pekee ninazungumzia kuhusu wakazi wote wa gaboni jenerali huyo aliyepata asilimia 95 katika uchaguzi uliofanyika mwezi uliopita ameapishwa kwa muhula wa miaka saba baada ya miezi 19 ya mpito tangu alipompindua ali bongo mwezi agosti mwaka juzi Nguema anakabiliwa na changamoto ya kuongoza nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta ambayo inahitaji kurekebisha miundombinu na kukuza uchumi. Miongoni mwa matatizo makubwa ni mfumo wa usambazaji umeme ambao unakatika mara kwa mara na ukosefu wa ajira kwa vijana ambao umefikia asilimia arobaini. Kibarua kingine kinachomsubiri kiongozi huyo ni ubovu na ukosefu wa barabara na deni la umma ambalo linatabiriwa kufikia asilimia themanini ya pato la taifa mwaka huu. Mimi ni Pili Mlindwa.